Kuanzia msimu ujao wa ligi kuu kwenye timu yetu ya Singida Black Star hakutakuwa na mchezaji anavaa jezi namba kumi na mbili, na hili nimeona niitangaze rasmi. Ni mpango wetu wa timu, hakutakuwa kuwa na mchezaji anavaa jezi mgongoni na namba kumi na mbili. Jezi namba kumi na mbili kwenye timu ya Black Star itakuwa inavaliwa na mashabiki tu, kwenye uwanja wetu mpya, tuna jukwaa maalum la mashabiki wa Singida. Mkienda leo tutawatambulisha na hilo ni jukwaa lenu, mna haki ya kulifanya vile mnavyotaka, lipendezesheni mnavyotaka. Ni jukwaa la wana Singida, ni jukwaa la wana Kilemankundi, ni jukwaa la wana Mtipa na matawi yote ya Singida. Mtaweka nyinyi wenyewe utaratibu, jukwaa lenu mnataka liweje, na pale ambapo mnataka timu ishiriki kwenye kulipendezesha, tutakuwa tayari kulipokea. Kwa hiyo mwenyekiti, pamoja na uongozi wa matawi mengine kaeni mseme ile jukwaa la Kilemankundi ambalo leo mtakaa rasmi, kutakapokuwa na jukwaa kuu, nyinyi mnataka liweje, ili kwenye siku za mechi tupate vibe kama nao ipata hapa. Leo tumesema tuzungumze mengi, kwa hiyo mimi nichukue ni fursa hii kuwapongeza kwa hii jitihada kubwa na kwa kuwashukuru kwamba mmetupokea rasmi, na sisi tuko tayari kutoa ushirikiano wa aina yoyote kwenu. Kwa hiyo kwa kusema hayo machache, nimalizie kwa kuongeza salamu mojawapo nimependa salamu nyingi mlizo nazo lakini mwenezi ni kuongezee na moja nikisema black star nyie mwitikie big star star star hebu tujaribu tuone kama ina noga si ndio? black star Big, big star star